Watu wengi wanapokutana na hali ya maumivu, stress au mshtuko, wengi huelekea kufanya makosa haya mawili. Na kosa la kwanza ni mtu kupumua bila mpangilio, unatoa pumzi vyovyote vile bila mpangilio, na kosa la pili ni kubana pumzi. Sasa makosa haya pia huwa hutokea sana kipindi cha leba au uchungu na kumuanza mama, kwa hiyo unakuta mama anaingia leba na hana mbinu za kumsaidia ku manage au ku kuyaweza maumivu ya uzazi. Kwa hiyo anaelekea, anaanza kupumua bila mpangilio wowote au anabana pumzi yake, vitu ambavyo vinapelekea vinampelekea mama kuongeza hofu, lakini pia akiwa na hofu maumivu pia ni kama huwa yanazidi. Kwa hiyo katika video ya leo tunakwenda kuangalia ni jinsi gani utakwenda kupumua ili maumivu ya uzazi yawe uweze kuyaweza maumivu ya uzazi vizuri na uweze kumshusha mtoto wako vizuri chini na hatimaye kuzaliwa. Hello karibu katika channel ya Bliss Mama Care. Mimi ni msaidizi wako wa uzazi Doula Miriam and na penda kuwawezesha wanawake na familia zao katika kipindi chao chote cha ujauzito na kujifungua kuwa na safari nzuri yenye furaha ya uzazi, lakini pia na kujifungua kwa amani na furaha na mafanikio na kuupenda uzazi wao. So tuende kwenye video ya leo tunapoenda kuongea kuhusu nguvu ya nguvu ya pumzi, nguvu ya kupumua. Mbinu ya kwanza ya upumuaji ni pumzi ya kutuliza hofu au tunaita distresser breath. Ukianza kufanya hii pumzi ya kutuliza hofu au distresser breath, inakusaidia kuondoa hofu ha, papo hapo. Kwa hiyo kwa mfano, hebu fikiria hata katika maisha ya kawaida mtu akikushtua ile pa, alafu labda ni kitu ambacho kimekushtua ghafla kuna kupanic uka- ukafanya hii hali izidi kuwa mbaya au ukapumua kwa kina ile uh. Kwa hiyo hiyo ndio de-stress breath inakusaidia we kuondoa hofu. Hata sasa hivi ukijaribu kufanya uh, unaona kabisa kwamba mwili wako ume relax kidogo. Kwa hiyo utakapo pumua kwa kina kwa hii ya kutuliza hofu itakusaidia katika kipindi chote cha uchungu. Unaweza ukakitumia kuanzia uchungu wa awali. Kuna video ambazo nitakuwekea link ambazo utaona uchungu wa awali ukoje na awamu nyingine zote. Kwa hiyo hii distress breath au pumzi ya kutuliza hofu inakuita itakusaidia kipindi chote cha, cha uchungu na maumivu ya uzazi, na itakusaidia sana kutuliva, kutuliza hofu sorry, na kuwa mwenye amani na utulivu. Hapo ndipo utafurahia uzazi wako. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kupu, kuvuta pumzi kutumia pua yako kwa sekunde nne mpaka sita alafu utatoa pumzi kwa kutumia mdomo kwa sekunde sita mpaka nane. Lengo ni wewe kutoa pumzi kwa muda mrefu zaidi kuliko ulivyoingiza. Kwa hiyo unapoingiza pumzi puani, hakikisha umevuta pumzi ya kutosha ili uweze ku, ku breathe taratibu, kupumua taratibu kwa kina, kutoa pumzi kwa njia ya mdomo kwa hizo sekunde sita mpaka nane, hata zaidi kidogo kama unaweza kwa hiyo unapoifanya hii pumzi ya kutuliza hofu au pumzi ya distress of breath inashauriwa kwamba uifanye kwa awamu tano. Kwa nini ufanye kwa awamu tano? Ni kwa sababu yale maumivu ya uzazi huwa yanadumu kwa kipindi cha dakika moja hadi dakika moja na nusu, yaani sekunde 60 mpaka tisini. Huwa anaanza hata kwa sekunde thelathini, arobaini na tano mpaka tisini. Kwa hiyo utakapofanya hizo awamu tano ni ile dakika moja na nusu inakuwa tayari imeisha. Kwa hiyo hivyo ndivyo utapo yaweza maumivu ya uzazi. So unaposema awamu tano, inamaanisha kwamba utapumua ndani kwa kutumia pua, utatoa kwa mdomo, hiyo itakuwa awamu ya kwanza. Utaingiza tena kwa pua, utatoa kwa mdomo, hiyo inakuwa ni awamu ya kwa pili, hivyo hivyo ya tatu, utafanya ya nne mpaka ya tano, hadi unamaliza ya tano na maumivu yako yale yatakuwa yameshaisha, kwa ya ya sababu maumivu ya uzazi huwa yanakuja kwa awamu awamu. Sasa hii sio video ambayo ninaongelea maumivu ya uzazi. Nitakuwekea hapo video kwenye link down kwenye description, utaenda utazitazama, utajifunza awamu za, za maumivu ya uzazi. So twende kwenye jinsi ya unafanyaje, hii distress breath au pumzi ya kutuliza hofu. So utakachofanya ili uweze ku- kuifanyia mazoezi, na ni vizuri uanze kuifanyia mazoezi tangu kipindi cha awali cha ujauzito, ili utakapofika katika siku ya ya kuingia uchungu au leba, sio kwamba ndo unaanza siku ile, utakwama utashindwa. Kwa hiyo ianze mapema. Ukipumua kawaida, utakuwa unaf- unafocus kwenye kifua alafu itakufanya ubane pumzi. Kwa hiyo hakikisha tumbo lako linatanuka kama puto pale unapoivuta hii pumzi. kwa kwa Kwa hiyo unapoitoa hakikisha unapuliza kama vile unavyopuliza mshumaa. Kwa hiyo unavuta kama hivyo. Mbinu ya pili ya upumuaji ni pumzi ya J au inaitwa J press kama unavyoiona J. Kwa hiyo utakuwa unapumua kwenda chini, ndio. Sio kwamba hewa itatoka chini, lakini tunaita J breath kwa sababu tuna tunahamasisha hii pumzi iende chini kwenye uke ili mtoto uh, tumpumue mtoto. Kwa hiyo hii pumzi ya J inakusaidia kumpumua mtoto. Kumbuka katika kipindi wakati umesha timiza sentimita kumi na by the way ukifika sentimita kumi haimaanishi kwamba saa ndio usukume kwa nguvu zote. Hapana, usikilize mwili wako, utasikia tu kwamba utahisi mtoto anataka kutoka. Na wewe mtoto anajua, mwili wako unajua mtoto atoke, na mtoto anataka kuzaliwa kwa sababu wakati umefika. Kwa hiyo mtoto anapotaka kutoka una support mwili wako na unamsapoti mtoto kwa pumzi ya J. Hii pumzi ya kwanza ambayo tumeongelea pumzi ya kutuliza hofu. Unapuliza kama unapuliza mshumaa. Kwa hiyo ukiweka mkono hivi mbele, ina ina maana usikie ile pumzi uisikie, uhisi hapa kwenye mkono wako kwa nguvu. Tofauti na hii pumzi ya J ambayo ukiweka mkono inatakiwa hata uhisi kwa uchache sana, kwa sababu tuna focus na pumzi kwenda kwenye tumbo chini, kwenda kwenye mfuko wa uzazi. Kwa hiyo unafanyaje hii pumzi? Utavuta kama kawaida sekunde nne au sita kwa kutumia pua, alafu sasa hutatoa kama pumzi ya kutuliza hofu, uta focus chini. Kwa hiyo utatoa sauti ambazo ni za miguno ya chini au sauti ya ng'ombe mu. Kwa hiyo utafanya hivyo, utaingiza kwa pua sekunde nne, alafu utatoa mu ukiwa unaitwa ipumzi utakuwa unatumia miguno kama hizi, tunaita irabu a, e, i, o, u. Herufi yoyote hapo ambayo inakupendeza basi itumie, kwa mfano a. Kwa hiyo utaingiza kupoa alafu a, na unapofanya hivyo, una focus kwamba pumzi imwende mtoto, kwa sababu mtoto anahitaji oxygen ya kutosha ili aweze ku kushuka vizuri na hatimaye kutoka. So, pumzi ile ya mwanzo ya kutuliza hofu tuna focus na kufanya mwili utulie, u relax. Kwa hiyo umesha fanya mazoezi ya kurelax mwili na kuuachilia uwe uwe comfortable. Sasa umefika katika kipindi chenyewe ambacho mtoto anatoka kutoka kona, utaitumia ile pumzi ya kutuliza hofu kutoka mwanzoni mpaka hapa ambapo mtoto sasa anataka kutoka, afu utaanza na pumzi yako ya J au pumzi ya miguno ya sauti za chini pia kitu kingine ambacho kinaweza kukusaidia ni unapokuwa ukifanya hii miguno ya chini a e i o u, utabana e, tumbo lako. Kwa hiyo unapotoa ile, hakikisha tumbo linabana, inakusaidia kupeleka ile nguvu ya msukumo gravity chini. Ili fikiria, kwa mfano ukikamua kitu hivi, ukikamua kinatoka uchi. Kwa mfano kama una mfuko labda una mfuko afu umeweka kitu kizito, kwa mfano watu ambao wanapanga keki. Kwa hiyo una ukifanya hivi inatoka vizuri, kwa hiyo ndicho tunachofocus nacho hapa unapofanya hii miguno ya taratibu, ina maana pia tumbo lako litabana, kwa hiyo unamsaidia mtoto kushuka chini vizuri. Sasa muda muda mzuri wa kufanyia mazoezi pumzi ya J ni kwa mfano ukienda haja kubwa ukiwa bado mjamzito na unafanya ma ma maandalizi ya hizi pumzi, ukienda haja kubwa Yes, unaweza ukafanyia mazoezi pumzi aje. Nikifika U... siku yenyewe itakusaidia itakusaidia kwa sababu utakuwa umeshafanya mazoezi mengi ya kutosha, itakuwa ni yani, itakuja kwa asili. So kuna mambo mengi ambayo unatakiwa ujifunze. Kumbuka elimu ni silaha, elimu na hekima ni silaha katika sehemu yoyote ile ya maisha. kama huna elimu na kuna vitu vingi vitakupita, kuna vitu vingi uta vitakukosti kwa sababu ya kuto kujua elimu na hekima ambayo unatakiwa kuitumia. Usisahau kuangalia video za awamu ya leba na uchungu, ili ujue ni jinsi gani uweze kuzitumia hizi mbinu ambazo nimezielezea katika video hii. Asante na tukutane kwenye video zijazo.